Madaraka Day siku hii ni siku ya sikukuu ambayo huwa inasherekewa ama huwa imedhaminiwa sana katika taifa la Kenya, hususan ni siku ambayo hukumbukwa kwa maana iliadhimisha siku ambayo Kenya ilijipatia utawala kutoka mikononi mwa wabeberu ama kutoka mikononi mwa wakoloni. Kumbuka kwamba imepita miaka 62 tangia taifa la Kenya kupata uhuru mwaka wa 1963 pale ambapo Kenya iliweza kujipatia uhuru tarehe mosi Juni. Ikumbukwe tu kwamba sikukuu ama hii siku ya madaraka ni siku ambayo huwa inasherekewa kuadhimisha ama kuwakumbuka wale ambao walipigania uhuru, wale ambao walipigania utawala ili Kenya iweze kutoka katika mikononi mwa ufungwa. Miongoni mwao ni pamoja na Poli Ngei pamoja na Tomboya na Mekatilili wa Menza ambao tu hii ni siku ambayo Wakenya wengi hujumuika katika tu hafla mbalimbali mbali, ama katika viwanja mbalimbali mbali, hususan, ambapo rais huwa anakuwa ndio mheshimiwa mkuu pale, manake hii siku huwa inajumuisha rais kufika pale na kutoa hotuba yake, kwa kuna kuwa pia na yale mapambano ama tu zile tu vitu ambazo kama ukuta, matamasha mbalimbali, ambapo tu watu huwa wanazidi kueleza ujumbe tu kupitisha siku ile mzuri ambayo wanaikumbuka kutoka kwa viongozi wao ama maendeleo ambayo yamepatikana tangia Kenya kupata uhuru. Katika kila sherehe ya madaraka, lazima kuna kauli mbiu pale. Ambapo sherehe ya madaraka ya mwaka jana ilisherekewa katika uwanja wa Masinde Muliro, eneo bunge la Kandui, katika kaunti ya Bungoma, pale ambapo kauli mbiu ya mwaka jana ilikuwa ni kilimo na usalama wa chakula, ambayo ilikuwa ikilenga kuangazia umuhimu wa sekta ya kilimo na usalama wa chakula katika maendeleo ya taifa ikilinganishwa na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni uchumi samawati na masuala ya baharini ambayo inalenga kuangazia umuhimu wa kutumia rasilimali za maji kama vile Ziwa Victoria, Bahari Hindi na mito kwa ajili ya ajira kwa vijana maendeleo ya bandarini na pia usafiri wa majini. Sherehe za mwaka huu zitakuwa zinafanyika katika uwanja wa Raila Odinga kwenye kaunti ya Homa Bay. Maandalizi na shughuli za sherehe hii imeweza kukamilika kwa sasa. Hivyo tutakuwa tunaungana tu na baadhi ya wenyeji wa kaunti hii, ama wenyeji wa eneo hili, wakiweza tu kutupa maono ama hisia zao kutokana na sherehe hii ya madaraka. Unatufahamisha jina lako ni nani, na pia utakuwa tu unatueleza unaelewa siku ya madaraka kama nini kwa upande wako mwenyewe, utakuwa tu unatueleza unasherekea siku ya madaraka ama uisherekei. Kwa majina, naitwa Paulina upande wa madaraka naielewa kama siku ya Kenya kupata madaraka na ilianza vizuri, lakini saa hii imefika mahali uchumi imekuwa mbovu zaidi. Hata madaraka huwezi sherekea, inabidi nikae tu, hata huwezi enda mahali. Kwa majina, mimi naitwa Henry Mabinda Oluome. Tangu tupate uhuru, hii ni Madaraka day ya sitini na mbili, na huwa tunasherekea, lakini wakati huu sherehe zake zimekosa ladha, Sababu mara mingi sisi wa, wenye tuko na miaka kidogo, tulikuwa tunajua maana yake, tulikuwa tunajua Madaraka Day ikifika, tutasherekea na rais, labda ndio wakati inakuwaga ka tena karibu na budget, tusomewe budget, sababu uchumi wa nchi umekuwa mbaya. Kazi, nafasi za kazi, mimi sasa nimekuwa mzee, imebidi sasa nitafute kazi, vijana wangu pia watafute kazi, lakini nakuwaga ka ni vizuri sababu wa vijana tulifanya bidii kuwasomesha, sasa inakuwa ni tena ni tofauti, pesa zetu zinaendaga tu hivyo, vijana wenyewe wanarudi tena kuuliza wazee chakula, ni hali hali, tumepoteza pesa mingi kuwasomesha. Nafaa rais aangazie jambo kama hilo, itakuwa ni vizuri tena, wazee wenye tumekulako kidogo tunaweza tunawezapatiako vijana nafasi, ili nao wajifunze pia maana ya Madaraka, wao wanasherekeaga tu, hawajui maana yake itasherekea, sababu sioni cha maana cha kusherekea, sababu kama ni uhuru kweli tulipata uhuru, na wengine wetu hatujaona uhuru huo kamili kamili. Jina langu ni Eliza Akoth na mimi ni mkazi wa Homa Bay. Tumefurahia sana hii sherehe ya madaraka kukuja huku, hiyo ni mara ya kwanza hiyo sherehe kukua huku, angalau tumekumbukwa kama kaunti. Na mimi ningependa tu rais akikuja, atimize zile ahadi ambazo alikuwa anasema mwanzoni. Kama sisi mama mboga, maisha imekuwa ngumu, kupata sukuma, kupata fuluni ngumu. Akuje tu atengeneze hii maneno, maisha iende venye alikuwa anasema itaenda. Kwa majina naitwa Sheldon Lukoye. Uh, ni, ma, ni mwaka wa sitini na mbili tangu tupate uhuru Eh, ee, wa, mimi pamoja na Wakenya wengine hasa mimi sana ninaona e, hiyo haitakuwa na ladha kwa upande wangu sababu ya kwamba uh, wakati ule wa mzee rais uh, wa mzee wetu rais Moi, siku ya madaraka kama leo, tulikuwa naona kama sherehe ilikuwa ina bamba sana. Hata wakati wakati mwingine tulikuwa naona uh, bendera zinawekwa kila upande, wakati wako na watu watu, watu, watu wako wanaenda kazini, sherehe ilikuwa ina bamba kabisa. Hata siku mpaka hata hata manyumbani, watu, watu wanasherekea, hata vyakula uh, samaki, kuku kwateva kwateva, lakini wakati huu sasa sherehe ina ladha kabisa kwa sababu uchumi iko juu kabisa. Ni kama sasa, ni kama hata tujui tuko wapi, tuko wapi. Lakini tunaomba kwamba rais wetu kama uh, ke, siku hiyo azungumuzie sana, sana kazi kazi vijana hawana kazi. Vijana wanalia huku na huku siasa, na hata siasa wana siasa wanapoenda wanapo uh, kusherekea hiyo wanaongea kuhusu siasa, wanawacha sawa ku, ku, kuzungumza jukumu la Kenya haswa, na Kenya wanalia eh, unaona, una, upande ya rais walisema ht tutakuwa nyumba sa, za, za bei nafuu

Kwa hivyo serikali, naomba, naomba rais wetu anapozungumzia hiyo azungumzie upande wa shule, pesa iwe kwa, kwa university, pesa iwe kwa kwa, kwa, kwa, kwa primary, pesa pia iwe kwa sekondari, hiyo itakuwa ita ni vizuri, lakini kama, kama sio hivyo, bado Wakenya tunalia. Kwa hivyo hata mimi si, sitasherekea kwa sababu sijui hata kama nitasherehekea itakuwa sababu tulisahau mambo hayo kabisa wakati wa zamani. Kwa majina ni faya kaka. Alafu madaraka madaraka, naelewa kaa kusherekea uhuru wa taifa si ndio? E, venye wazee wetu walifaitia nchi kusherekea madaraka ningependa, lakini si unaona, hali ya maisha haipendezi hata kidogo kabisa. Kitu ya kwanza unaona, fuel prices kianza hii kazi. Sisi kama service providers, fuel prices was at least relatively lower, ungepiga budget yako vizuri, si ndio? Lakini sasa sasa vile ime hike inamaanisha kila kitu kwa maisha iko juu. So pata hiyo nafasi, tafadhali, rais akizungumza, ninapenda ngeongelea hapo kwa bei ya mafuta. Naam ni siku ya siku siku kuu ya madaraka pale ambapo tumepiga kambi katika gatuzi la Homa Bay ikiwa ndio mwenyeji wa kuandaa sherehe hizi za mkoa ambao zinafanyika tarehe mosi kila mwaka. Hivyo basi katika sherehe hii tu kila kitu kimeweza kutamatika, maandalizi yameweza kutamatika. Tukitarajia tu viongozi wa juu wa serikalini wakiweza kuhudhuria sherehe hii ambayo itakuwa ikitamatishwa katika kaunti hii ya Homa Bay. Kumbuka kwamba gavana wa gatuzi hili ambaye ni Gladys Wanga pia atakuwa mwenyeji, pale ambapo pia tutakuwa tukisikia tu kutoka kwake je, atakuwa na yeye pia kuzungumzia siku hii ya leo. Bila kusahau kwamba kabla ya siku hii ya leo tuliona kwamba Rais William Ruto akiwa na kiongozi wa ODM Raila Odinga waliweza ku zuru maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kuzindua miradi. Lakini pia tutakuwa tunasubiria kuona, je, Rais William Ruto atakuwa na yapi ya kuzungumza katika hotuba yake kwenye sherehe ya madaraka mwaka huu. Bila shaka yote, tutakuwa tumepiga hapa kambi, macho yetu yatakuwa wazi kutazama yote ambayo atakuwa akifanyika, na pia sikio kunasa yote ambayo atakuwa akisema kutoka uwanja huu wa Raila Odinga kwenye kaunti ya Homa Bay, nasi moja kwa moja tutakuwa tunakuletea popote ambapo unatupata mtazamaji wetu. Hivyo basi, kumbuka kwamba tu wale mawaziri pia watakuwa kiweza tu kuwa katika sherehe hii akiwemo ile waziri wa masuala na kawi ambaye ni aja pia atakuwa katika sherehe hii, bila kusahau yule waziri wa uchumi samawati na masuala baharini ali Hassan Jo pia atakuwa papa hapa, bila kusahau katibu kwenye wizara ya usalama pia pia tunatarajia kuwa katika sherehe. Kumbuka kwamba rais wa mahakama ambaye ni Martha Koome atakuwa pia anatarajiwa hapa, bila kusahau maspika wa bunge la kitaifa na bunge la seneti ambaye ni Moses Masiko Tangula, bila kumsahau Amason Jefa Kingi atakuwa k po usibanduke, kwani hapa tumepiga kambi kuhakikisha kwamba tunanasa ngala tuna nasa yote na kuleta moja kwa moja kutoka gatuzi hili la Homa Bay.